Hebo Clinic, suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Vodacom, kazi ni kwako. Diamond, uh, wa, wa unaona watu wanavyofuatilia kuhusu yani, yeah, mtoto. Na kwa naona, na kiukweli, sijisiki vizuri kwa sababu at the end of the day ni malaika wa Mungu, afa afa ajui kitu chochote yani. Alafu mtu anavyoenda unasema eti mtoto sio wako, si mtoto sio nini. Just do your thing cause ile sio issue yako, haikuhusu. Mimi ndio mwenye mtoto Edha ni wangu, sio wangu, niache mimi na maisha yangu ndio nitajua. Lakini mtu anafika, mtu anaweza kuandika tena una post, sometimes unaenda unaandika kwenye comment, sio pima DNA sio nini. It make sense. Mtoto sio wangu, za wewe wako kwako, ukweli unaonekana. Hivi inafikia time mtu anatafuta kiki hata kwa mtoto. Yani, hata kwa Tiffah, mtu atakapata pia attention kiki. Haipendezi. Nafikiri tubadilike. Mm. Sio vizuri. Wananchi wanatutazama na tuangalia tutumie mitandao yetu kwa busara hekima iweze kutengeneza misingi mizuri ya vizazi vijavyo, iweze kutengenezea watoto wetu misingi mizuri, iweze kuleta faida katika nchi, faida, sifa ya nchi, iweze kukuza sanaa zetu. Lakini kweli mtu selebu mkubwa, afu naenda kumwandika mtoto wa fulani, eti naandika si mtoto mbaya, naandika nini? Sio vizuri. Kama unaweza kutengeneza, tengeneza wewe mtoto mzuri, mzae mtoto mzuri, atoke. Mm, so sija sijapendeziwa nacho kabisa, yaani ni mtu nataka upatia kiki kupitia kwa mtoto. so fresh Wakati mwingine pia huwa wana wana wanakuandika wana kuhusiana na wewe kuwa kwenye mapenzi na mtu ambaye tayari ana watoto wengine, yeah, huwa inakuumiza? Haiwezi kuniumiza kabisa, kwa sababu ni mimi ambaye nilichagua, niliangalia. Alafu ukiangalia ana watoto watatu, lakini ukimtazama nje mpaka ndani ana thamani ya ubichi kuliko wa watu ambao hawana mtoto hata wa mmoja. Hata mtu akiongea vinamwona ana akili, kwa sababu mtu wengine anabishana mm Mtu anabishana na mtu ambaye amekuzidi kimaendeleo, amekuzidi kiakili, kitaaluma, kiwatoto, kimaisha, kila kitu, mtu anakuzidi afu ndio anabishana naye. Mm. It makes sense. Tungetumia nguvu zetu na muda wetu kutengeneza vitu vizuri ili tukue zaidi. Tutumie muda wetu. Mm. Watu wamekaa kwenye sanaa muda mrefu mila. Mimi nimekuja nimekuta katika sanaa. Mm. Na waona wameanza kwa masalibu kabla mimi. Hawana viwanja, hawana nyumba, hawana magari, hawana nini. Wangetumia muda huo kutengeneza maisha yao. Kuliko kukaa, kwanza kufikiria, kumdisi mtu mwingine, kumtengenezea vitu vingine sio vizuri kwa sababu inakufanya mtu unaenda unaongea, afu unaonekana wewe ndio una tatizo, afu mm-hmm. Mimi sipendi kusema, lakini unapofika sometime katika vitu kama hivi mtu anajikuta anaongea. Alafu mwanzo nilikuwa sijui uchungu wa mtoto, sasa hivi ndio najua kama mtoto kumbe kweli anauma. mm-hmm. Kwa sababu afu mtoto anazungumzia, inawezekana mtoto akawa na pesa kuliko hata wewe, kwa sababu account ya Tiffah, kwanza inawezekana ikawa na hela kuliko hata wewe, mtu anayemdisi yule mtoto anasema sio wangu. Mimi nikasema sio wangu, lakini inawezekana akawa na hela kuliko hata wewe ambaye unamsema mtoto sio wangu, unasema mtoto mbaya Mm. Kwa sababu mtoto anafunguliwa tu akaunti yake, mara kwanza imeingia ya milioni kumi, na kiki upate booster hata kuzungumzia kupitia mtoto. <laughs> He's so fresh yani kabisa, so tutumie muda wetu. Mm. Tubadilike maswala bifu zingine azitengeneze azilete maana kabisa. Mm. Watu wazima, sahivi, tuna familia. Mm. Uh, tutumie muda wetu, akili yetu kutengeneze maarufu wetu, tutumie tutengeneze hela kuleta misingi na sifa katika nchi yetu na sio kutengeneza bifu, lakini pia kwa ndugu zangu wasanii na watu wengine wache kidogo kumfuata Tiffah binti yangu, yaani kila mtu anakuja, siyo DNA, siyo nini. Wache hizo mambo. Mimi ndo mwenye mtoto, ushaelewa? Mm. Eeh, kama ni wangu, siyo wangu, mimi ndo natakiwa nikompeni kusana DNA. Hautakiwi kuja kuniambia natakiwa tinifanyie DNA au nifanyaje? Mm. Hautakiwi ufanye hivyo. Mimi ndo mwenye mtoto wangu, natakiwa nijue kweli au siyo kweli. Kwa kuanza kusema siyo DNA zina nini. It doesn't make sense. Nafikiri watu wangekuwa wangejikeep busy kufanya vitu vyao kama nao watoto wao wazae au wafanye biashara zao watengeneze riziki, lakini hmm. Ukianza kukaa na biashara mtoto sio wako mtoto so nafikiri sio mpumbavu nikaa na mtoto muda kukuza sanaa zao, watumie muda kutafuta riziki, watafute nyumba, wanunue nyumba, wawe na maisha mazuri, kwa sababu inauzi mwanzo nkwasju ukizungumzia kusna mtoto wako anauma vipi? mm-hmm. Unavomkazania binti yangu, unashindana mtu mzima, unashindana na mtoto mdogo. Watu watengeneze, watumie muda nchi inawatazama, kama nchi inawatazama, watumia umaarufu wao kufanya biashara, tumia umaarufu wao kukuza sanaa zetu mm. Lakini kuanza kukaa kumdiscuss mtoto wa fulani sio wake, so nini, kiukweli sio vizuri. Mi mbona siwezi kukaja nikasema matatizo yao, siwezi kusema ma familia zao, kuhusu baba zao na nani, uwezi kuja kusema mm. so, na kama yule Tiffah ni malaika wa Mungu, kikaa namzungumzia, nishaona hizo hataki, zimetokea mara nyingi sana yaani mm. mtu anakuja namwataki mwanangu afu wazi anaweza kaenda sema ka comment Hasa, unambona hata wewe unaenda una comment kitu cha mwanangu afu wazi wazi. Haipendezi. Haitoshi niende mm. kwenye akaunti yako na kupost kuzungumzia mwanangu sio, yeah, vizuri kama mtoto sio wangu, iache baki kuwa sio yangu, zaa wa kwako wewe, wa kwako halali mm. Kwa nini umzungumza binti yangu, sipendezi.

Before white party, mm -hmm. Kwa white party the time walivyotaka kunichukua mimi nikawa nishabukiwa na mtu mwingine ili nisikitisha kwa sababu mm, ingemake sense zaidi mimi ningekuwa niko pale, yeah. Kwa sikuweza kwenda kwa sababu mwenye show alinizuia, ananiambia uwezi kwenda katika uwezi kwenda kwenye white party. Mm. Afu kesho kuna show yangu, taniulia show yangu, watu wanataka yeah, kukuona Uganda, kwa hiyo itabidi usiende kwenye white party Ilinzononesha sana, sikuwa na jinsi na biashara nishakuwa la watu, pesa nyingi sana imelipwa, ikabidi nikaushe basi. Kafika pale baada kufika nika mama akaenda katika naniliu katika white party. Baada kumaliza akaja hotelini. Sasa watu wengine wakasema sikuenda kwa sababu hivi na hivi, sio kweli, ni uongo kabisa. Lakini hiyo ndio ilikuwa sababu na kibiashara, na kama mtu anauelewa anaelewa tu kabisa. Sikuweza kwenda kwa sababu mwenye show asingeniruhusu nionekane. Sasa mtu aje kama hapa leo Chris Brown show yake kesho, alafu leo kuna shughuli eti akaonekana kwenye shughuli watu. mm. kesho ya mtu enda tena yeah. ilikuwa hivyo mm. Unajisikiaje kwenye crew yako uh, mpaka dancers ni maarufu yani? Eh, <laughs> Nafurahi <laughs> <laughs> sana bro. Kama tu. moze yobo uh, Kama kifesi eh, Kifesi piga picha. Mimi nafurahi na. Sikuzote mimi nawambiaga, Hata wakati tunawajiri watu wapya. Kwa mfano mm. kama sasa hivi kuna watu wapya pale ambao tunawasign tuna, tuna, tuna, tuna, tuna usifikiri kuwa WCB ndo nakuwa sta. Ubora wa kazi yako ndo utakufanya uwe sta. mm. sisi tunafanya kazi sana, bro. sana. yaani mtu akija pale shahidi anasema kabisa, ah, wadogo wanafanya sana kazi. mm. na naambia kabisa ubora wa kazi yako ndo utakufanya mtu uvume uwe sta, lakini ukitegemea tu uko safi alafu ufanye vitu vya ovyo alafu uwe sta. mm. utapoteza muda wako. paza manufaa utayapata. na sisi kama mtu afanya kazi hatuwezi kumlipa Pesa hivyo. Hmm. So, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa kundi la watu ambao kwanza tunapendana, tunafanya kazi, wabunifu, hmm, na tunajituma na nafurahi sana. Na ananipa moyo hata mimi nikiwa naenda kwenye show, sometimes najua kabisa kama sio tu watu wanakuja kwa sababu ya Diamond. Kuna watu wengine pia ambao wanatamani ku, kuwaona. Kwa mfano kama tukienda hata nchi zingine kama Rwanda ama wapi. Kumbuka mara ya kwanza tumeenda Rwanda, watu kumuona Kifeza kwa namna kupiga picha, yani Kifeza kwa kama anachanganyikiwa, tuko tunamcheka tukasema huyu hajawahi kukutana naye. Mbona chakifisi? Yeah. Akatoka akawa anacheka kichechini, nikamwambia anachekelea mimi tu ajina. Sio <laughs> vitu so kama hivyo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kweli. Okay. Yeah. Na na huwa pia sometimes una plan kwamba kwa sababu unaona ukiona mtu amekuwa na gari sio anasa, yeah, ni maendeleo. Inamsaidia kuondoka sehemu moja kwa sehemu nyingine. Kweli. Lakini inawezekana kuna vitu vingine vingi ambavyo wanavyo nyuma yao yeah, ni kwa sababu yako. Huwa una plan kusema labda ah, mwaka huu nataka nimsaidie fulani na fulani na fulani. Yeah, sometimes tunakuwa tunapanga vitu kama hivyo. Mm. Uh, lakini mara nyingi sana tunakuwa tukikanao pia. Mi kama mi nakuwa nawaambia afu, naonyesha mifano yangu naambia angalieni hivi na hivi jamani, mna dansi labda leo mnafanya hivi kazi, mwezi kufanya milele. Usipojiwekeza, mi nitakutana na wewe kesho, nitakwambia nilikuwa nakulipa hela, unazipeleka wapi? Wengi madansa wangu na wengi wanaofanya kazi wanajenga. Wengine kama Kifeso, ukiangalia nyumba yake Mwanza, rafiki yangu anashangaa anaonesha, anambia nyumba yangu imefikia hapa. Mtu mwingine unaweza ukamwambia, lakini akawa na kusikiliza kaona na uzuri. Kinachotusaidia sisi mm. WCB, asilimia tisini hawanywi pombe oh. kabisa kwa sababu, pombe inamalizaga sana income ya mtu mm -hmm. sana na kitu ambacho pale, kwanza tare hilo, ndo swala la kwanza. Ikifika mtu ukiwa mlevi unafukuzwa, mtu ukiwa mlevi siku kwenye kazi unazinguliwa vitu mm kama hivyo, so hivyo pia kinawasaidia. Na viongozi tuliokuwa nao hawatuchukuli tu sisi kama eti wafanya kazi, wanatuchukulia kama watoto wao. Subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila story za Ayo TV zinazotoka. Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram. Facebookcom, twittercom, pamoja na instagramcom MillardAyo. Usisahau pia kutembelea millardayocom kwa stori mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania, zote unazozitaka ziko tzday millardayocom na iotv. Iotv pia inapatikana kupitia tanzania boxcom, tanzania boxcom. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea iotv.